Ha, kuza, imbiwa, kwa hizi nitakuja kuvimbirwa jamani. Sasa mahaba yamezidi, mumekula unenepe. Aa, hata mtoto unamlisha taratibu, unajua kimlisha sana anaweza taka kanini. Basi mme wangu nikaribi kula na soseji Wake zangu ngo, naomba kidogo niongee hmm. kiukweli kabisa mwana, unajua sana kupika yaani hmm. E, e, mimi kwenye maisha yangu asubuhi sijai kukutana na asubuhi nzuri kama hii yaani e, vitu e, laini laini kabisa yaani vinakonga nyoyo. Najua mnajiongelesha sana, kwa maana hiyo mi sijui kupika o? Hapana, mke wangu, sijamaanisha hivyo Ngoja tu niseme ukweli. Unajua nyie wote wakezangu, na mapenzi yangu mimi kwenu yako sawa. Yani ukija ukipima, mimi mzani wangu kote uko sawa, siwezi kubadilika chochote. Ni misiri ya vile vidole vitano. Unajua ukiangalia vidole vitano viko tofauti, na ndio nyie wakezangu mlima kwa mfano kwa mfano mke wangu, wewe Chioma, kama mimi ninapopenda kukuita Chichi, kiukweli kabisa mke wangu umebarikiwa sana kulijua jiko langu la chumbani. Unajua jinsi gani kunipa jiko la chumbani, nafurahia sana. Ni vile ni, ni, vile kwa, kwa, kwa mwana yeah, mwana umebarikiwa sana kulijua jiko langu la tumboni yeah, yani, unajua sana kunipikia. Yani, unajua kunipa chakula kizuri nikara, nikafurahi. Yaani hichi chakula unachonipikia, huyu ndugu yako dada yako mwana. Yaani yeye yani, hata apike hata huku amepiga msamba hawezi kukufikia. Unajua sana mke wao unajua, unajua. Hey, basi usitoke man, man, maneno mengi mpaka ukajihisi kama vile unataka kuandika kamusi ya mahaba. Tuambie, mi najua kabisa kwenye moyo wako huwezi ukapenda watu wawili, kwa hivyo hivyo huo ni uongo babangu. Sasa leo tuambie hapa, ni nani unampenda zaidi? Nani unampenda zaidi? <coughs> Ni ukishajua kupika mimi, kwa navyojua, yani ukishajua kupika lazima mme wako atakupenda tu, na kama wahenga ambavyo walisema njia ya kufika katika moyo wa mwanaume ni kupitia tumbo lake. Hakuna njia nyingine ya kufika kwenye moyo wa mwanaume. Kwa hiyo ukijua kupika ni utapindwa mm. tu. Mwana lala, hebu amka bwana, acha kuota ndoto zako za asubuhi asubuhi. <laughs> mbona kupendwa kisa kupika? <laughs> mm. <laughs>